Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuwa nasi, bado tuko nawe katika TVE Habari. Na sasa tuungane na Nezia Masinde kwa habari za biashara. Asante sana Sofia Amani na mtazamaji, kwenye habari za biashara leo tunaelezwa kuwa Naibu Waziri wa Ofisi ya Waziri Mkuu Mipango na Uwekezaji Dr. Pius Chaya ametoa rai kwa wawekezaji wa ndani kutumia fursa zilizopo kuwekeza katika viwanda vya uzalishaji wa chupa, hatua itakayosaidia kupunguza changamoto ya upungufu wa vifungashio kwa wazalishaji wa vinywaji pamoja na kukuza uchumi wa taifa. Rai hiyo ametolewa wakati wa ziara ya Naibu Waziri wa Ofisi ya Waziri Mkuu Mipango na Uwekezaji katika kiwanda cha East African Spirit kilichopo manispaa ya Shinyanga. Amesema kwa moja ya changamoto kubwa inayowakabili wawekezaji wa sekta ya vinywaji nchini ni uhaba wa chupa, hali inayosababisha uzalishaji kuwa wa gharama kubwa na wakati mwingine kusuasua. Kwa mantiki hiyo, amewahimiza wawekezaji wa ndani kuchangamkia fursa ya uzalishaji wa viwanda vya uzalishaji wa chupa, akieleza kuwa uwekezaji huo utasaidia kuongeza thamani ya bidhaa za ndani, kuimarisha viwanda vilivyopo na kuongeza pato la taifa. Changamoto niliyoipata hapa ni kwamba hawa wawekezaji wetu hawa wa vinywaji wanakutana na changamoto ya upungufu wa chupa kwa ajili ya packaging. Sasa nitoe rai kwa wawekezaji wengine Tanzania, sasa hivi tupo kwenye, kwenye, kwenye mpango wa kuhakikisha kwa kwamba kila wilaya tunaanzisha kongani za viwanda. Mheshimiwa Rais ametuagiza tutenge maeneo kwa ajili ya kuanzisha kwa, kongani kwa za viwanda kwenye kila wilaya. Kwa hiyo hii ni eneo ambalo ni fursa kwa wawekezaji wengine, maana taarifa niliyopewa ni kwamba tuna mwekezaji mmoja tu wa kutengeneza chupa ambaye anapatikana Dar es Salaam lakini kuna maeneo mengi tumeyatenga kwa ajili ya uwekezaji. Kahama tuna eneo kubwa lakini, nimetoka jana Mara, tuna maeneo makubwa tumeyatenga kwa ajili ya uwekezaji. Nitoe wito kwa wawekezaji wengine, fursa ya kuwekeza kwenye viwanda vya kutengeneza chupa ni kubwa sana. Mwekezaji tulio naye ni mmoja, kwa hiyo hiyo ni monopoli tunahitaji kuongeza wawekezaji wa chupa ili tuhakikishe tunawasaidia hawa wazalishaji. Awali akitoa historia fupi ya kiwanda hicho, uongozi wa East African Spirit umesema tangu kuanza kwa uzalishaji wa wake mwaka 2023 kiwanda hicho kimefanikiwa kutoa ajira zaidi ya watu mia mbili, wengi wao wakiwa vijana na akina mama kutoka mkoa wa Shinyanga. Uongozi huo umeeleza kuwa uwekezaji katika sekta ya viwanda umeendelea kuwa chachu ya maendeleo kwa wananchi kupitia ajira, ongezeko la kipato na kukuza uchumi wa eneo husika. Kiwanda kimeweza kuzaa matunda ya fotari kwenye soko la wakulima. Tunatumia shayiri inayolimwa na wakulima wetu wa ndani katika maeneo kama Hanang, West Kilimanjaro na Siha. Hii inasaidia kukuza kipato cha mkulima mzalendo. Kwenye upande wa ajira, tumetoa ajira za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja zaidi ya 200, zinazo zinazowanufaisha vijana na wakinamama wa mkoa huu wetu wa Shinyanga. <coughs> Kwenye upande wa mapato ya serikali, tunakadiriwa kuchangia takriban shilingi bilioni 20 kwa mwaka kama kodi mbalimbali tofauti ambazo tunachangia serikali. Imeendelea kusisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya sekta ya umma na binafsi ili kuhakikisha viwanda vinakuwa endelevu na vinachangia kikamilifu katika maendeleo ya taifa. Na thamani ya soko la hisa la Dar es Salaam DSE imefikia zaidi ya shilingi trilioni 23.995 ikiwa ni ongezeko la asilimia 34.3 ukilinganishwa na mwaka 2024 ambapo thamani ya soko la hisa ilikuwa zaidi ya shilingi trilioni 17. Afisa mtendaji mkuu wa soko la hisa la Dar es Salaam, Peter Nalitolela, akizungumza na na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam amesema DSE imeendelea kutengeneza faida na kukua huku uelewa na mwamko wa watu kuwekeza ukiendelea kuimarika siku hadi siku. Amesema kwa jihona unaonesha utendaji mt mzuri wa soko hilo unaoendeshwa na kuongezeka kwa shughuli za soko, uorodheshwaji mpya wa juhudi endelevu za kidijitali na za uhamasishaji wa wananchi kujiunga. Na fahirisi yetu ya bei ya soko la hisa kwa ujumla wake ilipanda toka nukta 2199.73 mwaka 2024 hadi kufikia pointi 2761.93 yani hizi uh, farisi zinaitwaaua ae ioka9 lakini pia kuna farisi nyingine ambayo tunapima makampuni ya ndani tu uh, Tanzania share index ambayo inapima makampuni ishirini ya ndani mbili ya ndani ambayo ilipanda toka elfu nne mia sita kumi na nane nukta saba nane mwaka elfu mbili na ishirini na nne hadi okay, kufikia elfu tano mia saba hamsini na tisa nukta nne moja hadi kufikia mwisho elfu mbili na ishirini na tano ambayo ni ongezeko la asilimia ishirini na nne nukta saba hii ikiashiria kwamba ukiangalia makampuni ya ndani tu kwa wastani imekuwa kwa kiwango hicho cha asilimia ishirini na nne nukta saba na soko kwa jumla yake kijumisha pamoja na kampuni ya nje imekuwa kwa asilimia ishirini na tisa. Afisa mtendaji mkuu huyo wa DSE amesema fahari kwa makampuni ya ndani imepanda kutoka laki nne sitini na moja mia nane nukta saba nane hadi kufikia laki tano sabini na tano mia tisa nukta nne moja mwisho wa mwaka 2025 ikiwa ni ongezeko la asilimia 24.7 ikiashiria kuwa makampuni ya ndani kwa wastani yamekuwa na soko kwa ujumla wake ikijumuisha na makampuni ya nje imekuwa kwa asilimia 29. Aidha, amesema tangu kuanzishwa kwake soko hilo limeendelea kuongezeka thamani ya mauzo ya hisa pamoja na hamasa kwa wekezaji, hali inayochangia ukuaji wa Asante sana mtazamaji na Sofia Amani, hayo ndio yaliojiri kwenye habari za biashara kwa siku ya leo. Ni kushukuru sana Nezia Masinde kwa habari za biashara. Na mtazamaji, ndio tunakamilisha habari za nyumbani. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutaangazia habari za kimataifa. Mimi ni Sofia Amani, asante na endelea kubaki nasi. Kifuatacho ndani ya TV Habari. Na katika habari za kimataifa, Irani yamtaka Trump aangazie matatizo ya nchi yake kuliko Iran.